Kilichotokea Beijing inaonyesha kwamba dunia sasa hivi ni kubwa kuliko Marekani na NATO o na Ulaya, kuna dunia nje ya hao, kwamba hata wakieka vikwazo, hata wakifanya nini, watu washa adapt, watu washatengeneza washa mifumo mingine nje ya mfumo huo, na ndio tuliona marais almost sitini na mbili waliokuwepo China pale uh, walienda wakahudhuria, alafu mbaya zaidi ni kwamba uchumi unaokuwa zaidi Asia ambayo ni India umesogezwa na uchumi namba moja Asia ambayo ni China. Na by the way inasemekana Trump uh, yuko njiani, kwamba yuko kwenye utaratibu wa kwenda kumtembelea bwana Modi India kwa sababu akimpoteza India patakuwa amepata pigo kubwa sana kwayo, nadhani anaandaa safari ya kwenda kule kwa sababu ya kumitigate madhara ambayo yameyasababisha. Alafu sijui kwa nini hawajifunzi kwamba vikwazo sasa hivi havifanyi kazi. Sikamtishia mwindi mwindi, matokeo yake ka pull off kaenda kwenye kwa mchina na mrusi. Matokeo yake yani, kitendo kama ataenda trump kwenda india kwa kutana na modi, ina maana yani, kwa kwa lugha nyingine inabidi apige magoti kwamba akubali kwamba akashindwa mpaka anaenda kwa mwindi Ila tusubiri tuone. Alafu anawambia na to wamwekee vikwazo mru nani, China 50% hivi, anaelewa wale wapo kwenye hali mbaya kiasi gani? Ufaransa si tumeona saivi, kuna maandamano Ufaransa nzima, hapa kali. Kwa sababu gani? hali yao ya kiuchumi. Tumeona wamemtimua wame wame waziri mkuu wao ambaye walimtimua kwa sababu alikuja na mswada wa kutaka kupunguza matumizi ya serikali. Walitaka afute sherehe mbili za kitaifa kwa sababu tu ya kupunguza gharama hizo na vitu vingine, kwepo kuongeza kodi na kupunguza uh, matumizi wamemkataa na mwisho wa siku wamemfukuza. Ufaransa hapakaliki sasa hivi, yani ni majanga juu ya majanga. Alafu naambia wao wameiwekea ushuru asilimia hamsini mchina Ambaye ni trade partner wake. Sijui Trump anaelewa hali halisi ilivyo. Haya, tumeongelea Ufaransa ambayo ni member wa NATO. Haya, tukiingia kwa Mjerumani, hali yake nayo mbaya. Uchumi wake nao ni hovyo. Hali sio nzuri. Then unataka kumpa tena mzigo mwingine. Kwanza asinunue mafuta ya beiche ambayo anayapata anamsaidia. Alafu wakati huo huo amwekea vikwazo mchina, uh, ambayo ni trade partner wake. Kama mnakumbuka kuna kipindi wakati wa Biden viongozi wengi sana baada ya kuwa na sintofahamu kati ya Marekani na na, nadhani kilikuwa ni kipindi cha mwisho mwisho kabla ya Trump